Kwa mtu wa kawaida mtaani, kutajwa kwa jina la Yusufu huhusiana na kuzaliwa kwa Yesu mara nyingi kunaleta hisia za huruma. Unajua, yule jamaa maskini aliyeposwa na msichana aliyempenda, na alipanga kufunga ndoa, kupata watoto, na kukuza biashara yake ya useremala. Halafu ghafla habari zisizotarajiwa zinakuja na kubadilisha kabisa maisha yake. Hapakuwa na harusi yoyote itakayofanyika. Ushawahi kufikiria hilo kwa upande wa Yusufu au Maria? Unajua, mtu wa kawaida humuona Yusufu kama mwanaume ambaye kwa shida tu anakubali kushiriki katika tukio hili baya linalomchanganya sana. Sasa anajikuta katikati ya historia ya binadamu kwa muda mfupi tu, halafu anapotea. Ushawahi kuangalia igizo la kuzaliwa kwa Yesu wakati wa Krismasi? Kijana mdogo anayemcheza Yusufu anakuja jukwani, unajua labda anaongoza watoto wachache waliovaa kama punda. Halafu Yusufu unajua anabisha mlango wa mwenye nyumba wa wageni na kuuliza, "Kuna nafasi yoyote?" Halafu anaweza kuwa na mistari michache tu pale zizini, na basi inaishia hapo. Ukweli ni kwamba Yusufu alikuwa mtu mwaminifu sana na mwenye kumcha Mungu kwa kweli alikubali umwilisho wa yesu kristo kwa maisha yake yote kwa kweli yeye ni mfano wa unyenyekevu na uadilifu ambao mara nyingi hupitwa na watu anastahili kuchunguzwa kwa undani zaidi katika safari yetu ya hekima pamoja sasa kama mariamu na yusufu wangekuwa na umri wa kawaida wa vijana waliokuwa wanaoa na kuolewa katika jamii ya wayahudi ya kane ya kwanza Yusufu angekuwa na umri wa takriban miaka 18 hadi 20 na Mariamu angekuwa na umri wa kama miaka 16 au 17. Kwa njia, usiwahi kufikiria kwamba Mungu hawezi kutumia vijana kutimiza mambo makubwa kwa ajili ya jina lake. Sasa matukio yanayofuata kwa mpangilio wa wakati, na ndivyo tunavyojifunza injili pamoja, yatatupeleka sasa kwenye Mathayo saa moja na madakika 18, na kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaa pamoja alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa sikiliza, ingawa ilikuwa ya kimiujiza, ili kuelewa jinsi ujauzito wa Mariamu ulimuumiza sana Yusufu. Tunahitaji kuelewa kitu kuhusu hatua tatu za harusi ya Kiyahudi ya kawaida. Hatua ya kwanza ilikuwa uchumba, na hii iliandaliwa na wazazi wakati watoto bado ni wadogo. Enzi hizo wazazi ndio walikuwa wanachagua wachumba wa watoto wao. Kadri ninavyozidi kuzeeka, wazo hilo linaonekana kuwa zuri zaidi kwangu. Vijana kwa kawaida hawakuonana hadi hatua ya pili ambayo iliitwa uchumba rasmi au kidushin. Hatua hii ilidumu kwa mwaka mmoja. Hii ilimpa bwana harusi muda wa kujenga nyumba. Kwa kawaida, bwana harusi alikuwa anajenga au kuongeza chumba kwenye nyumba ya baba yake na wakati huu bibi harusi alikuwa anajiandaa na kukusanya vitu ambavyo angehitaji ili kuwa mama wa nyumbani. Sasa wakati wa kidushin, wanandoa walikuwa wameoana kisheria, lakini hawakuishi pamoja. Njia pekee ya kutoka kwenye uchumba huu ilikuwa ni kifo au talaka. Kwa kweli, kama Yosefu angefariki wakati wa kipindi cha uchumba, Maria angehesabiwa kuwa mjane katika siku hizo bila shaka usafi wa kingono wakati wa kipindi hiki cha uchumba ulitarajiwa kabisa. Sasa Yosefu alikuwa anasubiri hatua ya tatu na ya mwisho inayoitwa chupa. Hiyo ndiyo sherehe halisi ya harusi. Sherehe hiyo ingehusisha siku kadhaa za karamu na kusherehekea ye wema wa Mungu katika kuanzisha kaya nyingine ya imani katika jamii ya Kiyahudi. Baada ya kukamilika kwa sherehe ya harusi, bwana harusi angemchukua bibi harusi wake e hey, kwenda nyumbani kwake. Sasa jaribu kuelewa jinsi Yosefu alivyosikitika hapa, katika Mathayo saa moja na madakika kumi na nane. Wacha nisome tena, alionekana kuwa na mimba. Sasa Yosefu anajua mtoto huyu si wake. Yeye ameshangazwa sana na kile hiki kinamaanisha kuhusu msichana aliyedhani anamfahamu Yaani, sasa anapaswa afanye nini? Basi mstari wa kumi na tisa unatueleza mumewa, Yosefu, kwa kuwa alikuwa mtu wa haki na hakutaka kumwaibisha, alikusudia kumwacha kwa siri. Angalia, kuna ukumbusho hapa kuhusu uhusiano wa kisheria kati ya Yosefu na Maria. Yosefu anaitwa mume wake, kwa hiyo usaliti wakati wa kipindi cha uchumba ulionekana kama uzinzi. Pia tunaambiwa hapa kwamba Yosefu alikuwa mtu wa haki, yaani anataka kufanya jambo sahihi. Ikiwa Maria ana hatia ya uzinzi, ingekuwa sawa kabisa kwake kutoa shutuma hadharani na kumaliza uchumba wao. Lakini Yosefu pia anampenda Maria. Kwa hiyo anaamua kuvunja uchumba wao kimya kimya bila kumdhalilisha au kumwaibisha Maria hadharani, ingawa kutoa shutuma hadharani kungelinda heshima yake mwenyewe. Nikuambie hapa, Yosefu anajinyima kiburi chake binafsi. Lakini Yosefu atalazimika kujinyima zaidi ya kiburi chake. Pia atalazimika kujinyima faragha yake. Mstari wa ishirini unatueleza: lakini alipokuwa akifikiria mambo haya, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mkeo kwa maana mimba aliyo nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa kwa tangazo hili la mimba ya kimiujiza, Yosefu anajua, anajua kabisa kwamba yuko karibu kujitokeza mbele ya umma. Alikuwa amepanga kuweka mambo haya yote pembeni kimya kimya, unajua, kwa faragha lakini sasa kwamba Maria amepata mimba kwa njia ya kimuujiza kupitia kazi hii ya ajabu ya Roho Mtakatifu, huyu huyu masihi aliyekuwa akisubiriwa kwa muda mrefu na Israeli, na Yosefu yuko karibu kuwa baba wa kidunia kwake. Basi kwa heri maisha ya utulivu. Yaani, fikiria hilo. Muda mfupi baada ya kuzaliwa kwa mwanawe wa kuasili Malaika watangaza anga wakimtangaza, wachungaji watatokea ghafla, e eh, kuja kumwona mtoto. Mamajusi kutoka Uajemi watakuja kumsujudia. Na Yosefu na Maria hivi karibuni watalazimika kukimbia kuokoa maisha yao, wakati Herode anajaribu kumtafuta huyu mtoto ambaye amepewa cheo anachokipenda Herode, mfalme wa Wayahudi. Yosefu angeweza kufikiria yote haya, lakini angalau anajua kwa wakati huu kwamba kulea Masiha kutamtoa kwenye kivuli cha kutojulikana. Akiitii ujumbe huu wa malaika kutoka kwa Mungu na kumchukua mchumba wake mjamzito kuwa mke wake, akiruka kabisa sherehe ya harusi, basi anajua maisha yake hayatakuwa kama zamani tena. Kuna gharama kubwa wa utii wake hapa. Anapaswa kujitoa fahari yake na faragha yake. Unajua najuliza, mpendwa, ni kitu gani Mungu anaweza kukuomba uachilie leo kwa ajili ya mwanawake? Sasa basi, Yosefu anajitoa kitu kingine tena, nitaikiita vipaumbele vyake binafsi. Katika mstari wa 21, malaika anamwambia Yosefu, Maria atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu kwa maana yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Basi kuzaliwa kwa mtoto huyu, malaika anasema, ni utimilifu wa lile unabii kuu kutoka kwa Isaya kwamba bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, Isaya saa saba na madakika kumi na nne. Hivyo Mungu anamwita Yosefu abadilishe vipaumbele vyake, yaani ndoa ya kawaida, nyumba na kazi ya kawaida, kwa ajili ya vipaumbele vya Mungu. Kuna mtoto ambaye atahitaji baba, na si mtoto wa kawaida tu, ni Masihi. Sasa tunapochunguza zaidi tukio hili na maisha ya Yosefu, kuna mambo mawili ambayo yananigusa sana. Kwanza, kujisalimisha kwa Mungu kutahitaji mabadiliko fulani katika maisha yetu, na hatujui hasa yatakuwa yapi kwa sababu hatuwezi kuona yajayo, na maisha ya Kikristo yamejaa mambo yasiyotabirika, sivyo? Pili. Kujisalimisha maisha yetu kwa Mungu hakuhitaji uzoefu bali utii tu. Fikiria hilo, ni majitu mangapi Daudi mdogo aliwa kabla ya kusimama mbele ya Goliathi? Hakuna hata moja. Yosefu alikuwa amemlea Masihi wangapi kabla ya kupiga magoti pale kwenye hori kule Bethlehemu? Hakuna hata mmoja. Wapendwa, Mungu haitafuti watu wenye uzoefu, anatafuta watu wa utayari. Utayari. Na hebu ni kuambie tukio muhimu zaidi hapa katika Mathayo sura ya kwanza, hangalau katika maisha ya huyu mtu Yosefu, limeandikwa hapa kwenye mstari wa 24. Yosefu alipoamka usingizini, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwamuru. Alifanya, alifanya. Yosefu alimtii Bwana. Usisahau, hii ilikuwa inaenda kuumiza kiburi chake, hii itamgharimu maisha ya utulivu na itabadilisha kabisa vipaumbele vyake. Harusi ya kawaida iliyotarajiwa na sherehe haikuwahi kufanyika, lakini jibu la Yosefu kwa Mungu kimsingi lilikuwa kusema kile ambacho mwanawe wa kufikia Yesu atakuja kusema siku moja. Si mapenzi yangu Baba,